Akizungumza katika ufunguzi wa kambi hiyo iliyofanyika katika kituo cha afya cha Igalla kilichopo katika kata ya Igalla, Mkuu wa wilaya ya Ukerewe Cde, Christopher Ngubiagai amewataka wananchi kuupokea mpango huo wa serikali ili kuleta ustawi wa jamii ya Ukerewe. tumefungua kambi tembezi ya matibabu kwenye wilaya yetu ya Ukerewe bila malipo yoyote. Makofi kwa rais wetu mpendwa Tunafahamu gharama za kupata matibabu ni kubwa kweli, si kweli? Kweli, gharama hizi zinachangia sana kurudisha nyuma mapato yetu, lakini ustawi wetu katika familia zetu. Rais Samia baada ya kuchaguliwa na, na kushinda na kuapishwa kwa asilimia kubwa, ameona ni vyema kwa wilaya yetu ya Ukerewe aanze kutuletea matibabu katika kambi matibabu haya yangeweza kufanyika kwenye hospitali kubwa, lakini imeonekana hapana, tumpunguzie mwana Ukerewe ambaye ni mgonjwa, kumfata pale alipo. Jambo hili ni jema ni baya? Jema. Kwa upande wake, Mganga Mkuu wa Wilaya ya Ukerewe Dr. Charles Mkombe ameipongeza serikali kwa mpango huo madhubuti kwa kuwapelekea wananchi huduma huku akisema utakuwa na ongezeko la siku saba za upasuaji katika hospitali ya wilaya hiyo. Tukiwa tunaendesha kambi tembezi kwa ajili ya kutoa matibabu bila malipo kwa wananchi wote. Kambi hii tembezi ni ushirikiano kati ya serikali ya Kanada pamoja na halmashauri ya wilaya ya Ukerewe. Tunao wadau wetu wa kacha kutoka Kanada ambao kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana nao katika kutoa huduma za afya, na kwenye kambi hii tunategemea kutembelea zaidi ya vijiji tisa na vituo vya afya tisa ambapo tutatoa huduma hizi tembezi na huduma zote ni zinatolewa bila malipo kwa watu wote. Naye kiongozi wa kambi hiyo Bunhya Kayila amewasistiza wananchi kuendelea kujitokeza katika vituo vyote vilivyoainishwa kwa ajili ya kupata matibabu hayo kwani timu ya madaktari ipo tayari kuwahudumia. Tunawasi wananchi e, waweze kufika kwenye vituo vingine kadri wanavyosikia kwenye matangazo ambayo yanaendelea kutolewa ili waweze kupata huduma ambazo zimetegemewa kutolewa na tuweze kuimarisha afya ya mwananchi Wakelewe. Asante sana. Baada ya hayo wananchi wote nawakaribisha sana kwenye vituo vinavyofuata kwa ajili ya matibabu haya ambayo hawahitaji kugharamia chochote. Nikiripoti kutokea hapa katika wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza, Saada Mzinga Abudi TV.